Maandamano ya amani yamefanyika mjini Kilifi kaunti Kilifi kushinikiza haki kupatikana kwa familia ya mwanablogu na pia mwalimu Albert Ojwang' ambaye alifariki katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Maandamano haya ya amani ambayo yameandaliwa na baadhi wanaharakati na wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani, kaunti ya Kilifi, wakiongozwa na Mvera Kazungu, wanadai baadhi ya maafisa wa polisi kwenye kituo cha polisi cha Central walihusika kwenye mauaji hayo, na kumtaka Rais William Samoei Ruto kuwasimamisha kazi na pia wakabiliwe kisheria.

You must resign and vacate office now. In the next 7 days, if you don't vacate, tunakukujia sisi wenyewe tufanye a community arrest tukupeleke kamiti sisi wenyewe. We are tired. President wetu tunakwambia tukwa upole sahii bado tuko chini, if you don't take action, tutamwendea sisi wenyewe, tutamshika na tutaanza hapa Kilifi. Tutakuja tukamp hapa mpaka tuone justice in inas Hamwezi mkaendelea kutuua bwana ha. Wakenya wamechoka. Kwa upande wake katibu mkuu mtendaji wa KUPET tawi la Kilifi Caleb Mogere ambaye amewakilisha walimu amesema jukumu la maafisa wa polisi ni kuwalinda wananchi na sio kutekeleza mauaji kwa wananchi, kwani ni kinyume cha sheria, na kumkosoa Rais Ruto akidai ameshindwa kudhibiti visa hivyo nchini. Na sisi tunasema president, chukua nafasi, waondoe hawa kwa ofisi, maana wewe ulizuea kwamba utatetea

Nao wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani wakiongozwa na rais wao mteti Andrew wamesistiza kwamba hawataruhusu vijana nchini kudhulumiwa kwa namna yoyote na kuahidi kuendelea kuandamana hadi haki ipatikanekama tushikane kama vijana, tusonge mbele, tujenge taifa.

Maandamano haya yanajiri siku moja baada ya naibu inspekta jenerali wa polisi nchini Eliud Lagat kujiondoa ofisini kwa muda kuruhusu uchunguzi wa mauaji ya Ojwang' na kuahidi kusaidia katika uchunguzi huo. Nikiripotia, Coco FM mimi ni Janet Mumbi <mulia>